Alafu kingaka afanye gospel lakini nimemwona anafanya... <laughs> Hello, unajua kila mtu anatambua Almighty. Wallahi. Eh, kila mtu anatambua God. Alafu, so yeah man, alafu mazei tumekuwa kuna time to grow tunaangalia uh, uh, tumkid wanafanya ile kitu. Keep it real. I'm blessed. Sikuhizi wako wapi ama wako tu halo, by the way wako ball, unacheza football. Hey, <empieza> nakopia hii side ingine ya microphone, au sio? Coming soon, wanaangusha madebe mbaya, walai. yeah, man. So kwa, kwa kuna wale wasemembi wanafanya wanafanya gospel, manzi mibi wajatokea wako chini, ungewambia aje so, Grace ya God ni sufficient. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and the rest shall be added unto you. Alafu bia trust the process. Usiruke process. Fuata mbaka mwisho. Na God ni faithful jo. Ukifuata process, atokifika uko juu kikwama. Unaweza piga block moja nyuma, unaweza piga blocks kumi mbele. Uwezi anguka chini juu, ushajua foundation, ulijua how to walk. Si utu nespect huku ruka stairs. Si utu nespect ni nini kwa next kwako. Kitu nyuma tuandalia.